Yani ndugu mtazamaji ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo ikiwa ni Juni 9 siku ya Jumatatu asubuhi tutaangazia habari kubwa zinazopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania. Kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuangazia gazeti la kila Mwananchi. Kwenye habari zinazopewa kipaumbele inaanza na habari inayosema CCM Chadema na Chauma hapatoshi, chama cha mapinduzi CCM na Chadema na huku chauma hapatoshi. Lakini historia ilivyoandikwa daraja la Magufuli e, historia ilivyoandikwa daraja la Magufuli. Mlima wa mauti Mbeya e, mlima wa mauti Mbeya ni ajali kubwa imewahusisha kuwa watu wengi sana, na habari inayosema ni mlima wa mauti huko Mbeya. Lakini matarajio wananchi bajeti kuu 25/26 matarajio ya bajeti kuu ya wananchi E, 2025 2026 mchuano mkali mchuano mkali wagombea kiti cha uraisi CWT. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele, natukia chenda gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Habari Leo linaandika siem yataka mabadiliko umiliki uendeshaji wa ranchi lakini TFS yaanza kutibu magonjwa kwa kutumia nyuki. TFS yaanza kutibu magonjwa kwa kutumia nyuki. Na Ulega aeleza kinachofanyika kumaliza msongamano Dar es Salam. Ulega aeleza kinachofanyika kumaliza msongamano Dar es Salam. Lakini habari kubwa ni Samia atoa agizo kali ikiua 28. Samia atoa agizo kali Samia toa agizo kali, ajali ikiua watu 28, polisi ataja chanzo, sisiem ya tuma rambirambi. Lakini fedha tamisemi ulinzi zaongoza fedha za bajeti. Lakini bado kuna habari inayosema magari zaidi ya elfu 20 kupita Kigongo Busisi kwa siku magari zaidi ya elfu 20 kupita Kigongo Busisi kwa siku. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo lakini Viteko CWT msigawanyike, hiyo ni viteko tubia CWT asema msigawanyike, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye habari kubwa inayosema askari polisi jela maisha kwa kusafirisha mirungi, askari polisi jela kwa kusafirisha mirungi. Lakini ajali ya barabarani ya ua 28 huko Mbeya, Dr Samia, Dr Mwinyi watuma salamu za rambirambi lakini Dr. Mpango ziarani Ufaransa, Dr. Mpango ziarani Ufaransa. Serikali inatambua mchango wa viongozi wa dini, huyo ni Kasim Majaliwa. Lakini kimataifa, Trump wasema uhusiano wake na Musk umekwisha, huyo ni Donald Trump wasema uhusiano wake na Elon Musk umekwisha. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika system yatoa maagizo kwa kikosi cha usalama barabarani nchini lakini biteko serikali kutambua mchango mkubwa wa walimu serikali kutambua mchango mkubwa wa walimu lakini rais samia dereva nchini zingatieni sheria rais samia asema madereva nchini zingatieni sheria ulegaanika mafanikio makubwa sekta ya ujenzi hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uhuru ukurasa wa mbele lakini kwenye gazeti lako la majira lenyewe linaandika Ulega, Samia rais wa rekodi miradi yote ya JPM, Dkt Biteko anika mapinduzi sekta ya elimu, na Dkt Mpango amewakilisha rais Samia mkutano UNOC 3 leo, lakini watu 28 wafariki ajalini jalini Mbeya, nane wajeruhiwa, banapatikana kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo linaandika ongezeko laini za simu na fursa uchumi kidigiti hechi yatoa mbinu kutokomeza tatizo la umaskini nchini, lakini ajali hivyo huwa 28 wananchi kulipwa wapishe barabara. Lakini kuna habari nasema njumbuli zahanati inavyoshtua CAG, njumbuli zahanati iliyomshtua na CAG, za CAG. ne habari pia inapatikana gazeti la kwa Nipashe ukurasa wa mbele lakini taifa Tanzania, gazeti lako lenye lina habari kubwa inasema Rais Samia atoa neno vifo vya watu 28. Lakini Ulega, Rais Samia amekamilisha miradi ame yote aliyoiachia, ina habari ukurasa wa pili. Lakini gazeti lako la uelekeo linaandika ni msiba mzito 28 wafa ajali ya magari tisa, majeruhi, Samia atoa pole kwa familia zao, awataka madereva kuzingatia sheria na usalama barabarani sisem ya wakilia yuni habari kwenye gazeti lako la uelekeo, lakini yajenga madarasa ni nani? Basi gazeti lako la uelekeo nakuletia habari kwa kina, mgombea urais apigwa risasi kichwani akiwa mkutanoni, lakini kuna habari inayosema Rwanda yajiondoa ICCAS, yuni habari pia kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la dira ya mtanzania lenye linaandika mchecho ugawio mapato yasiyo ya kodi kuchangia bajeti. Msama awatumishi wa mungu achaneni na siasa. Lakini sisem ya yatuma salamu za rambirambi, ajali ya Mbeya, mazingira magumu yanayokumkamatisha yanayo tamaa rais Samia e. Lakini huyu ni waziri urega asema mazingira magumu hayakumkatisha tamaa rais Samia. Hilo ni gazeti lako la Dira. Lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya, ukurasa wa mbele, linaandika mzimu wa ajali Mbeya watu 28 wapoteza maisha, rais Samia Dr Mwinyi watuma salamu za rambirambi, wadau wataka tiba maalumu mlima Iwambi. Lakini Chadema wakutana na kitu kizito Kondoa, lakini awamu ya sita imejenga Kigongo Busisi kwa asilimia 75. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya, ukurasa wa mbele lakini bado kuna habari kubwa inasema Waziri Lukuvi awashukuru waliomfuta chozi msiba wa mdogo wake. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la mtazamo mpya ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kuna michezo na burudani. Gazeti lako la mtazamo mpya linaandika Simba huambi kitu na dabi ya Kariakoo, lakini kocha Yanga avutiwa na nyota taifa Stars. Kocha Yanga avutiwa na nyota taifa Stars Mlandege mabingwa wa ligi kuu Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya ukurasa wa mbili. Lakini gazeti lako la Dira inaandika chivu ni Yanga Orlando Vitani kwa nyota AC Manyema. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Dira. Na katika gazeti lako la Uelekeo inaandika Simba Yanga mtakuja mtake msitake. Ahmed ya wapiga vijembe wananchi. Lakini ingine bado inatoa kuing'oa Tanzania Afcon bado inaota kuingoa Tanzania Afcon. Lakini kuna baadhi wanasema Al Hilali kumnyakua Vito Simen yule. Bado inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za mchezo. Na gazeti lako la taifa Tanzania linaandika kuelekea chani Agosti, waandaaji waja pamoja na visa. Lakini Cristiano Ronaldo akwama kushiriki kombe la dunia ngazi ya klabu wasauz wagawanyika uwezo wa fei toto uwanjani kwenye gazeti lako la taifa Tanzania, lakini majira ya gazeti lako inaandika, msemaji Simba alitupia dongo Yanga, aendelea kuhamasisha mashabiki Yanga wazidi kukaza. Kocha Stars alia na safu ya ushambuliaji, lakini kwenye gazeti la Uhuru naandika moroko ataja sababu za kupoteza eh, kosafa huyo uh, ni kocha Morocco ataja sababu za kupoteza Kosafa. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo naandika Morocco ataja kilichompoza Stars, uh, BFT kuiandaa timu ya taifa mapema. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lakini robo finali FA Cup kupigwa Juni kumi. Na kwenye gazeti lako la habari leo naandika Morocco awafungia kazi washambuliaji Mlandege yawaza makundi ligi ya mabingwa Lekini uchaguzi rt kufanyika Agosti 2 Mwanza lauletnaandika panga kali e, barka yaalikwa ya Moroco watano kufyekwa Arseno lakini Hamdi aipotezea dabi bodi ya waita viongozi Yanga Stars yaanzia kushoto Kosafa Fadu bado ubingwa Simba ni habari inapatikana kulegei laku Sporti lakini gazeti lako la Mwanaspoti linaandika hoja sita kuamua dabi bodi ya ligi yaita Yanga mezani sura nyingine tofauti kwa fei na Msuva, lakini bea city dume hii hapa e, milioni mia saba kumchomoa mkwala Simba, lakini kimataifa Arsenal yafungia kazi wanne Juni. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa mbele, pata nakale yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Nipashe lenyee linaandika E, Dabi Simba, Yanga kuishangaza dunia ni wakati. Maandalizi yakiendelea kimya kimya, huku wenyeji wa mchezo huo wakisema sasa. Lakini TFF na TPLB, dabi hii itumike kurudisha heshima yenu. Lakini mshindi tuzo za Ballon d'Or 2025 atakayopatikana takwimu zinavyombeba, awaa kwa wasio mkubali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Ndio tunafungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.